Na 8676 waliogombea matawi walijitokeza lakini elfu sita na moja. Kata tunazo kata kama elfu tatu na kitu, lakini waliojitokeza katika kata na wani 85845 wilayani Milaya, na wilaya chache kama 168 waliojitokeza kugombea katika wilaya na majimbo 1073, na 42 mikoa. Kuna mikoa 32, waliojitokeza kugombea 2801. Ngazi ya taifa nafasi ziko 30, waliojitokeza kugombea 690 na unapataje watu 30 kutoka mia sita na tisini? Unapata kwa utaratibu mzuri wa kuvuja watu wa demokrasia kwenye viti wa mikoa thelathini na wawili waliogombea nafasi hizo ni wanachama mia tatu na ishirini na moja wanatafuta kuongoza mikoa thelathini na miwili. Leo hii tunavyozungumza mikoa tisa tu ndio yenye viti wa zamani, mikoa mingine yote iliyobaki wenye viti wapya. Halmashauri kuu ya mikoa, ujumbe halmashauri kuu ya mikoa ni thelathini na wawili bara na wanne wanne, wanne visiwani, waliogombea mia tatu na sitini na nane. Kwa hiyo kinachokifanya chama chetu kuwa imara madhubuti chenye kukubalika ni demokrasia ndani ya chama. Jambo la pili linalofanya chama kupendwa kukubalika ni watu kuwa na uhuru wa kutoa mawazo ndani ya chama chetu. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema hoja huweze kuishinda kwa kupiga rungu, hoja inashindwa kwa hoja ya CCM kwenye vikao vyetu, wewe mwenyewe ni shahidi mwenye kiti. Hoja inapojitokeza, wajumbe wana uhuru wa kusema. Tukifika mahali wana CCM hapo wataogopa kusema kwenye vikao, watasema nje ya vikao, na wakisema nje ya vikao tutakuwa hatarini. Kwa hiyo kinachoongeza uhai wa chama chetu ni demokrasia ndani ya chama, kutofautiana mawazo ndani ya chama, hatimaye kukubaliana namna ya kusonga mbele, na tukishakubaliana hakuna ubishi. Walioshinda wa wale walioshindwa wa kwa mawazo wanaunga mkono walioshinda wa na wale ambao wameshindwa kwa mawazo wanaendelea kuwashawishi walioshinda wa ili mawazo yao baadaye ya kubali. Demokrasia ya CCM ya kuchagua na kuchaguliwa. Demokrasia ndani ya CCM ya kutoa mawazo bila hofu, bila uoga. Jambo muhimu sana, na vyama vingine vitajifunza kutoka kwetu. La pili, uchaguzi katika vyombo vya dola 2 ya vitongoji 64526 nchi nzima, CCM ilishinda vitongoji 151467 sawa na asilimia 79.75, karibu asilimia 80 vitongoji vyote, kulishinda 2014. Vijiji viko 12177 kati 1907, 281, ya vijiji <laughs> hivyo tulishinda 9752 sawa na 81.1. Nani kama CCM? serikali za mitaa mitaa iko michache 3879, tulishinda mitaa 2577 sawa na 67.47 katika uchaguzi huo. Nataka kuelezea vile vile jambo lingine, linalofanya chama hiki kuwa na nguvu kukubalika, ni kutenda haki, dhulma inapotokea katika uchaguzi, kuwa na uwezo wa kusikiliza na kuamua. Hali ilikuwaje elfu mbili na kumi na tano katika uchaguzi wa dola huo ambao tunazungumza kwa kwanza, elfu mbili na kumi na tano kwa urais tulipata asilimia 58.46. Kwa mwendo huu kunaokwenda, mtaamua wenyewe tutapata asilimia ngapi? Tutapata nyingi sana, nyingi mno. Si vizuri kwanza kutabiri kitabiri vizuri sana kutagweteka. Tunawaachia hiyo kazi mana sisi majimbo nchi hii na majimbo 2 majimbo yaliyochukuliwa na CCM 195, sawa na asilimia 73.86. Kata madiwani, kata ziko 3946, tuliyoshinda 2875, sawa na asilimia 72.86. Kwa upande wa Zanzibar, Rais alishinda asilimia 91.4 na viti vyote majimbo yote kata zote, lakini tulipokea malalamiko ya watu waliolalamika, wanachama wa CCM kwa ngazi mbalimbali, tulipokea malalamiko 4595 waliopatikana na hatia wakaonywa 1158 na waliopata onyo kali 37, waliopata karipio 41, walioachishwa uongozi wa ngazi mbalimbali 46, waliofukuzwa wanachama kwa kukosa uadilifu na kukosa sifa walikuwa 2267. Si sababu kukosa uadilifu, kutokuwa nidhamu, rushwa, ukiuka katiba ukiuka kanuni upendeleo na kadhalika. Haya mambo yanakijengea sifa Chama cha Mapinduzi, lakini sio hivyo tu. Mwenyekiti amesema tarehe 22 mwezi wa kwanza elfu mbili na kumi na saba kulikuwa na uchaguzi wa marudio kata ishirini tulishinda kata kumi na tisa asilimia tisini na tano Nani kama sisi? juzi juzi arakata na a sawa na 97 sababu ya ushindi wote huu ilani bora, uteuzi wa wagombea bora, muundo wa chama wachama na jumuiya ulio bora, na CCM kwenda na wakati. Labda ni mambo taarifa. Mabadiliko mengi ya wabunge wa CCM yanatokana na mchakato wa kura za maoni ndiko mengi ya madiwani yanatokana na uchaguzi ndani ya CCM. Mwaka huu wabunge waliopo kwenye bunge la muungano asilimia 68 ni niwapo, asilimia iliyobaki ndio yi wabunge wa zamani. Sababu mchakato ndani ya Chama cha Mapinduzi inadhihirisha nini? Demokrasia iliyopana fursa zinazotolewa kwa wana CCM na haki inayotolewa ya kuchagua na kuchaguliwa. Eneo lingine ambalo staki kulizungumzia, mwenyekiti amelizungumzia kwa ufasaha, mageuzi ndani ya chama chetu. Nataka niseme moja kwa mwenyekiti, wakati mwingine watu wanatafuta vitu vidogo vidogo kwenye mageuzi haya alafu wanamsingizia mwenyekiti kwamba huu ni mkakati wa mwenyekiti, na wakati mwingine wanatuwekea mageuzi ambayo wala hatunayo kwenye chama chetu. Kwa mfano, kuna kauli inarudiwarudiwa, anasema siku hizi sisihemu wamebadilisha katiba, wanasema hivi, atakapomaliza rais Magufuli muda wake wa miaka mitano, ameweka kipengele kwamba yeye ne, anaendelea hakuna kumpinga. Hili kifungu hicho wa sijakiona wala rais mwenyekiti wa chama hajaweka, wala katika mageuzi hayako, lakini zote ni katika juhudi za kumchafua mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Lazima tukatae mambo ambayo hatukuyapitisha tusiyakubali. Ni kweli baada ya mageuzi kuna utamaduni mpya kwenye chama chetu ambao unaendelea, na utamaduni huu ni utekelezaji unaoongozwa na mwenyekiti wetu. Mageuzi yamekuwa kwa siku zote, lakini sasa hivi mzee Mwinyi anasema kila awamu na kitabu chake katika zama katika zama hizi tunakwenda kwenda kwa kasi kidogo. Mmeona kuhusu swala la rushwa. Je, awamu ya kwanza imepambana na rushwa? Ndiyo awamu ya pili ndio, awamu ya tatu ndio, awamu ya nne ndio. Tofauti ya awamu ya tano hakuwa za zabapo kwa hapo, kunakosea kunagusa moto kunakuchoma hapo hapo, ndio mfano

kweli lakini, tukichukua hatua na CCM na wananchi wanaona kabisa kwamba CCM inamaanisha kile kinachokisema, ukigusa rushwa, hapo hapo unaungua. Nataka tumpongeze mwenyekiti kwa uamuzi na kwa hatua anazochukua dhidi ya rushwa na dhidi ya mwadilifu, watu kukosa uadilifu. Hilo ndilo ninataka kuzungumza juu ya swala la mageuzi ndani ya chama. Mageuzi haya ni yetu, tulianza kuyajadili tangu kwenye matawi, wilaya, mkoa mpaka tukafika taifa tukaamua. Anachofanya mwenyekiti ni kusimamia yale tuliyoyaamua bila kuyumba, bila kumwangalia mtu usoni. Huu mwenyekiti, tunakupongeza sana kwa kazi hii nzuri. Naomba tupigie makofi. Tuna kazi kubwa ya kuimarisha jumuiya zetu, kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kijamii, kuimarisha ushirikiano na mahusiano na vyama mbalimbali, kuimarisha ushirikiano na madhehebu na dini mbalimbali, kuimarisha ushirikiano na kuongeza idadi ya wanachama ndani ya chama na ndani ya jumuiya. Lakini moja tunafanya baada ya kazi hii kumalizika, tutafanya mafunzo kwa viongozi wote wapya na wasihi. Kwenye mifuko yenu mko na makabrasha moja ya katiba, mimi tukawagalia kanuni mbalimbali, tafadhali mkazisome. Mwisho kabisa, mwenyekiti amezungumza juu ya so. uhakiki wa mali ya chama. Uhakiki umemalizika, utaratibu wa namna ya kupata mapato yatakayomfaidi kila mtu, na tunasema Arusha Mwanza Dar es Salaam Kilimanjaro Dodoma Mtwara wana mali nyingi za chama, Rukwa wanazo, lakini Katavi hawana. Haiwezekani watu wa Arusha kwa faidi peke yao haiwezekani watu wa Kilimanjaro kwa faidi peke yao, lazima kutengeneza utaratibu wa walio na fedha nyingi wakawagawia na wale ambao hawana mali. Kwa hiyo tunatengeneza utaratibu mzuri, kwa mali zote kukusanywa kwenye mfuko mmoja, halafu tukagawana wote kwa haki. sisi moye Haya ndio aliyosema jana mwenyekiti, kwamba iliwasilishwa taratibu mzuri na halmashauri kuu ile ya Afrika. Mwenyekiti, ulipokuwa unafungua mkutano unieleza mambo yote, sina haja ya kuendelea kusema. Anasema watu wengi, ukiwa na maelezo ni vizuri kusema kwa ufupi, ili usiwatoshe watu navile usiwaudhi. Na baada mmeshapewa tena mwe nyingine ya kuendelea na ukatibu mkuu, nadhani nafasi nzuri ya kusherehekea na badala ya kwanza Asanteni sana na washukuru wa kunisikiliza. Kidumu Chama cha Mapinduzi, mapinduzi yeah. saniaba ya Halmashauri Kuu ya Taifa na wasilisha taarifa ya miaka mitano 2012 na 2017 kwa mkutano mkuu wa tisa wa Taifa. Asanteni sana. Basi mtazamaji wa TBC 1 taarifa hiyo ya mwaka 2012 hadi 2017 ikiwasilishwa na, ku, na Abdurrahman e, iki Kinana katibu mkuu ambaye leo ameweza pia e, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Tumsikilize na kisha natupa maelezo mawili matatu. kinachofuata sasa hivi ni ajenda inayofuata ambayo ni taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ambayo ikitolewa na waziri mkuu pamoja na makamu wa pili wa Zanzibar. Ninawapa dakika 45 45, wafanye presentation wakishamaliza, nataka tuingie kwenye uchaguzi pamoja na wanyama mbalimbali watakuwa wanaendelea kutoa huko. Tunaendelea kupiga kura, tukishamaliza hapo, mimi na makamu zangu wawili wa mwenyekiti atajiuzuru, tutakuwa na mwenyekiti mwingine ataendesha kikao, atatupigia hizo kura mtakazowamua ninyi. Tukimaliza hayo, tutaendelea na programu zingine zinazokua sisiemu moyo nakuwa pia kuwepo kwa wakuu wa mikoa yote, naomba wasimame kwaone, ambao ndio huwa tunawatuma kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa waziri